Na walikuwa na taarifa hizo. Sisi mara nyingi tunafungiwa mikutano na nini, wanasema kuna taarifa za kiintelijensia, si ndio? Ambazo hazipo leo. Sisi tunawaambia kwamba kuna watu wanakuja kufanya fujo, halafu hata polisi leo hapa wako wapi? Kuna, kuna mtu anaona polisi hapa? Kwao tunajilinda wenyewe wakati sisi si ndio? na hawalipi kwa fedha za CCM peke yake, zenu. Ndio. Ndio. wote, kodi. Ndio. Ndio. na fedha zenu si ndio nyinyi wote simnalipa kodi? kama mnalipa kodi si ndio zinawalipa mishahara na wao si wanatakiwa? au nyinyi si raia wa nchi hii? polisi wako wapi hapa? tumempigia OCD simu hapa kupitia kwa mwenyekiti anapokea, hakuna anachoongea na kitu wanaambia kiko nyuma tu hapo, si ndio? Leo polisi wako wapi hapo? Hawapo, kwa nini tusijua? Hizi ni hujuma za wazi zinazofanywa, si ndio? Na tumeiona hii trendi imeanzia Kondoa, wakataka kufanya Manyoni, tukawadhibiti. Sasa hapa wamekuja tena kufanya kwa hii, kitu inaonekana wazi serikali iko iko iko nyuma yake. Sasa sikilizeni, sikilizeni, sisi sio wanyonge Tio, sisi wananchi sio wanyonge. Hii kanda ni kanda yangu, mimi ni mwenyekiti wa kanda hii. Tuna mikutano mingine inaendelea, tunayo manonga leo, tuna nzega na tuna tabola mjini. Ole wao kule kifanyika kitu kama hiki, ole wake kifanyika kitu kama hiki tu. Tunaelewana ndio, tuheshimiane tuna tuheshimiane. CCM wanafanya mikutano yao kwa amani. Kama hawapati watu, isiwe sababu ya kutaka kuvuruga Chadema inapopata watu. Kama hawapati watu, wasiwe na sababu ya kuja kutaka kuvuruga mikutano yetu, sawa? Jamani, sisi tumekuja hapa kupigana na watu? Hapana, tumekuja kuongea na nyinyi, ndio si ndio kama mngekuwa mnajua tunakuja kupigana au tunaleta fujo, mngekuja hapa. Mmekuja kwa sababu mnajua Chadema ni chama cha amani, ni chama ambacho kinakuja kuongelea masuala yanayohusu maisha yenu si ndio? na ndio maana tulipofika, watu wamemkabizi matatizo na kero mwenye makamu mwenye kiti wetu si ndio? kwa sababu anakuja kuwazungumzia nyinyi si ndio? Hivyo sasa, hii kitu mtu anakuja na kisu, yani unakuja unakuwa na kisu na unafanya fujo alafu unachomoa kisu. Alikuwa amejiandaa wakamanda. Sogeni, msiogope sogeni, sogeni mlioko mbali, sogeni tuendelee, sogeni tusiogope. Njoni, joni, joni, njoni mlioko kule kwenye miti njoni, sogeni, sogeni tuendelee, tutajilinda wenyewe, licha ya ukweli kwamba hapa tuliandika barua na wapolisi wakaijibu, lakini leo hawajaleta ulinzi, si ndio? Ingekuwa sisi CCM wanafanya mkutano saizi, ausidi asingekuwepo polisi, wasinge kuwepo. Nikisema ni hujuma nakosea? Nikisema kwamba alitumwa nakosea? Asante. Sogeni, sogeni, sogeni, sogeni, sogeni huku, makamanda sogeni, sogeni, sogeni, sogeni, sogeni, sogeni, sogeni mlioko kule mbali, tusogee, tuendelee. Sogeni ulikuwa unaendelea kuhutubia karibu Igunga pibu. Sasa kabla sijamkaribisha makamu mwenyekiti wa chama chetu azungumza na nyinyi watu wa Igunga, yale niliyokuwa nataka kuwaambia ndiyo yametokea. Ukweli ni kwamba CCM na serikali yao wanashindwa kujibu hoja zinazozungumzwa na Chadema na mimi naomba kutumia jukwaa hili hapa Igunga kuwaambia CCM na serikali yao, hoja hujibiwa kwa hoja, hoja haijibiwi kwa lungu. Nyie kama mna uwezo au kama mna jambo lolote mnataka kujibu Chadema, tukitoka hapa Igunga na nyie, itisheni mkutano ili mje mzungumze na watu wa Igunga na mjibu hoja za Chadema ambazo zimezungumzwa kwa watu wa Igunga. Haya yanayofanyika ni yanaonesha ni kwa namna gani CCM hawana hoja, wamepaniki na hawana cha kufanya. Nawaombeeni watu wa Igunga, iungeni mkono Chadema na nitumia fursa hii kuwaambia vijana wa Chadema Tanzania nzima na kila sehemu tunakwenda kufanya mkutano, hawa watu wamesha paniki. Ni lazima na sisi tujilinde. Muhuni yoyote atakayejitokeza kuharibu mikutano yetu na sisi tutatafuta njia ya kihuni kumdhibiti. Dawa yeah, yeah. ya muhuni ni lazima uwe muhuni zaidi yake yeah. ni lazima watu watu wadhibiti, lakini tusihakikishe na sisi tunawafanyia jambo lolote. Wanataka afe mtu kwenye mkutano wa Chadema ili watufungie mikutano yetu. Tutakuwa wapole tutakuwa watulivu, lakini hatutakuwa mafala. Wanawatangazia viongozi wote wa BAVICHA kwenye kila wilaya, kila jimbo, kila mkoa, sisi tunao jukumu la kuhakikisha mikutano yetu tunailinda na inakuwa salama. Jeshi yeah, la polisi lilipaswa kuwa jeshi la kulinda mikutano ya Chadema, lakini hapa Igunga polisi wako wapi? Hawapo alafu wako wauni wanaharibu mikutano hii Kao nawapa na, na maelekezo viongozi wa Bavicha na vijana wa Chadema Tanzania nzima, ni lazima, kokote tutakapokuwa tunafanya mikutano, tuhakikishe tunalinda mikutano yetu, ili tuwafikishie Watanzania ujumbe ambao wa Chadema tumeubeba, ujumbe ambao umekuwa ni mwiba mkubwa kwa CCM na serikali yao, kwa sababu hawa na majibu. Ajenda ya no reforms no election imekuwa ni ajenda ya Watanzania. Mara baada ya kusema hayo, ndugu zangu mlioko huku nyuma kama mko tayari kusikiliza mkutano huu tunawaombeni, muondoke. Kama mnataka kuwasikiliza Chadema, njoni hukumbeli. Hatuwezi kumleta makamu mwenyekiti hapa juu, halafu kuna watu wako mgongoni kwake, wakitokea wahuni wakamrushia mawe. Hilo jambo hatuwezi kuliruhusu. Kwa tafadhalini sana, ndugu zangu, nyewe mliopo huko nyuma, sisi tunaweza tukawa tuwafahamu nyinyi watu gani, lakini kuwepo huko mgongoni ni hatari kabisa ya mkutano huu. Kwa hiyo tunawaombeni hata mlioko hapa tafadhalini sana, ni heri msimame pale, ili makamu mwenyekiti aweze kuja kuzungumza na ninyi. Na pia mlioko hapa tafadhalini sana, ni rahisi kulinana mkiwa mbele mkiwepo miongoni